Kuja kupigia tofari huku, lakini hii ni njia mojawapo katika mapoli haya ya wilaya Manyoni ya Manyoni yametawaliwa na hifadhi ya Rungwa Game Reserve, Muhesi Game Reserve. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya wanyama kama tembo, simba na wanyama wengine kupita katika maeneo haya, tunaishi nao kwa sababu ndo njia yao kubwa ya kwenda Serengeti na wengine wanarudi, wanakwenda Mikumi. Na hii Manyoni ni miongoni katika wilaya ya mkoa wa Singida, inachukua nusu ya eneo la mkoa wa Singida, asilimia hamsini na nane ukubwa wa eneo la mkoa wa Singida liko wilaya ya Manyoni. Kwa hivyo karibu sana shekhe wetu wa mkoa wa Singida, na ujionee kazi ambayo tunafanya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA wilaya ya Manyoni linaloongozwa na Shekh Hasan Maulin Nagoe, shekhe Mkoa wa Singida. Hapa nina watu wako kumi na tatu wanalala hapa yeah. na hawa wametoka mkoa wa Mwanza kwa Geita, kwa sasa wilaya ya Sengerema. Sengerema iko Geita yeah. Eh, huyu hapa ni fundi ambaye ni mtaalamu, ni fundi mjenzi, amejenga mashule mengi sana, amejenga majengo mengi sana ya ghorofa, anaitwa fundi Simon. Lakini huyu hapa pia ni fundi David ambaye naye amejenga majengo mengi sana eh, miongoni katika majengo aliojenga ni wataalamu lakini hawa hapa ni vijana ambao ni wasaidizi mafundo wasaidizi. Uh, kuna, kuna maneno kuna kuna kuna ni msaidizi kuna Piusi nani na kuna Lepkatus alafu kuna nani bwana kuna Ezron halafu na Laurent David. Kwa hivyo hawa mabwana wao wanalala hapa na wengine wamekwenda kule site uh, wanapima eneo wako watu sita kule. Kuna watu wanne wanyondo wamefika hili eneo, wao wanatoka kijiji cha Gondi hapa jirani wanalala hapa na, na, wa na tembo wamewashuhudia mara nyingi tu wakipita katika haya maeneo, hawana e, na madhara nao na wanaishi nao na hawajapata madhara yoyote. Hamna mnyama mtulivu sana kama tembo, isipokuwa labda ukimchokoza yeah. Kwa hiyo labda wapate neno tu la baraka kutoka kwako na kisha tukuruhusu shehe, kuelekea kwenye safari mm. Sina cha kukwambieni yeah. Zaidi ya kupongezeni yes, na kujitoa katika kazi hii na nimesikiliza majina yenu yeah. Lakini mnachofanya ni kazi yeah. Eh, kazi hamtazami imani zenu mm -hmm. Na hili ndio jambo ambalo mm -hmm. tunalojivunia sisi wa Tanzania unatoka yeah. Eh, Geita huko mm -hmm. kuja kufanya kazi wote ni Wakristo alafu nyote nyinyi ni Wakristo, alafu kazi mnayoifanya mnafanya kazi kwa Uislamu. Kwa hiyo hii hi, ni peke yake Tanzania. Mama Samia, mama Samia Suluhu, hii e, linajieleza lenyewe. Na kesho kutwa nafikiri tunakwenda kutekeleza wajibu wetu. Kupiga kura, kupiga kura ili kazi iendelee. Na majukumu mengine, maisha yaendelee, kuna maisha baada ya uchaguzi. Nataraji niseme kwamba Mungu mba awabariki. Aminu, kuapeni afya ili kusudi muweze kukamilisha yale matako ambayo kakua kukusudia sisi ue baraza la mashekhe mkoa ametuonyesha anatoa energy soda, ni soda ya shehe. Hayo ndio mambo ya Tanzania. Hiyo Tanzania yetu. Hawa ni viongozi wa, huyu ni shekhe wa mkoa wa Singida anaitwa shekhe Issa Naso na huyu hapa ni katibu wa mkoa wa Singida na yule pale ni mjumbe baraza la mashehe mkoa wa Singida sawa. Na huyu hapa ni shehe wetu wa wilaya ya Manyoni sawa, alishafika hapa, wengine wote ni viongozi baraza la mashehe. Kwahiyo kwa nimewaleta leo, sio wakisikia jamari anajenga basi waje waone ninafanya kitu gani eh, sio najitolea tu, lakini waje waone tunachokifanya kwa ajili ya umma eh, na naona ni na, vijana ni wa kwangu bwana, wamefanya kazi nzuri sana na hata hapa leo hapo, wanafanya kazi hizi kubwa kwa thamani ndogo kwa ajili ya kutusaidia eh.